Ati sasa kuna wanaume tano ati wameketi chini. Ati wanagawa serikali ya Kenya. Ati wewe chukua 50%, wewe chukua 20%, wewe chukua 10%. Mimi nataka niwaambie hawa jamaa, my friends, serikali ya Kenya si yenu. Serikali ya Kenya ni ya wananchi hawa wote. Doesn't belong to two three people. Ama namna gani? Wacheni kiburi na madharau. Serikali ya Kenya ni ya wananchi wote wa Kenya. Hamwezi kuketi chini kwa mkahawa ati mnagawa serikali ya Kenya ati 50%, sijui 20%, sijui ngapi. Ama namna gani jameni? Usemi wa Rais William Ruto kuhusu muungano wa upinzani ukiibua ghadhabu miongoni mwa viongozi wa upinzani wakiongozwa na aliyekuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua. Gachagua sasa akidokeza kwamba lengo kuu la upinzani ni kuondoa utawala wa Rais Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Nimeona huyu Kasongo jana akilia akisema ya kwamba ati kuna wanaume watano wanakutana ati kugawa serikali. Huyu Kasongo wana habari, amechanganyikiwa. Unajua, tangu alienda pale Kisumu pale Bondo, kulia machozi ya uongo, akisema atanalia mambo ya Raila Kalonzo, akaenda pale Mama Aida na wote familia wakasema, wanatabua Kalonzo. Huyu ukasoka amechanganyikiwa. Gachagua amepuuza <laughs> ile mbali shutuma za Rais Ruto dhidi ya upinzani nchini Kenya, akimtaja Rais Ruto kama kiongozi muongo na mnafiki. <laughs> Wewe wona kivinji, listen here. Wewe una habari? Hao wanaume watano wanakutana na mama moja, hakuna serikali wanagawa, wanapanga vile utaenda nyumbani. Hiyo ndio kazi iko mbele, na hakuna mtu unagawa serikali. Tumeambiwa na watu ya Kenya, kazi yetu ya kwanza ni kupeleka Kasongo nyumbani. Mambo ya serikali tutaongea baadaye. Hiyo ni propaganda ile umezoea kwa magazeti ile unalipa, ati kuna watu wanakutana kugawa serikali. Wa Kenya wametuambia tushikane, kwa sababu umeharibu Kenya, kila kitu. Watoto umeua wale wengine umesema wapigwe risasi muhuu. Masomo ililetwa na Kibaki umeharibu. Matibabu ililetwa na Uhuru umeharibu. Kwa upande wake kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesisitiza kwamba upinzani hautotishwa na utawala wa Rais Ruto, huku akiahidi kuendelea kupigania utawala bora. Kenya hii haitaenda chini, Kenya itainuka, Kenya itainuka. Na kwa hivyo musiwe musiwe na hofu yoyote. vijana GNC muliowawa na hii serikali na tuko tayari. One of the trillionaires anatoka kule Sugoi. Mwaka jana aliorodheshwa kuwa the most corrupt president in the, in the in whole world. Mwaka huu ameorodhesha kuwa the richest president in the whole world He is a trillionaire in three years. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi. Jina langu ni Duncan Maite, ITV. Mba ya sister